Okay, karibu tena OjoCoders na leo nataka nikuelezee kiundani kidogo kwa nini simu yako inapata joto yani overheat. Aa, hii inaweza ikawa punde unapotumia au ukiwa umeweka chaji au yani kivyote tu vile, lakini simu yako inapata moto tena sana sana, inatokea pale unapotumia internet sana, ndo inakuwa hivyo. Sasa twende tukaanze nikuelezee mambo yanayopelekea simu kupata moto, mambo yanayopelekea simu kupata moto hadi kufikiria kwamba inaweza ikalipuka. Sasa iko hivi, uh, sababu ya kwanza ni processor kutumia nguvu kupita kiasi. Ya processor inatumia nguvu kupita kiasi kivipi? Hii inatokea pale ambapo unafungua app nzito kama games, kamera au AI, AI filter mbona au zingine, unakuta unafanya multitasking nyingi sana. Kwa hiyo hapo inafanya processor kuwa busy sana na voltage inaongezeka, na hapo ndipo simu inaanza kuwa overheat na hii ni kawaida, lakini ikizidi au joto likizidi inapelekea beti kuharibika, na sometimes inaweza ikalipuka au tokeje. Tuliza kwanza. Sababu uh, ya pili ni kwamba beti imeshaanza kuharibika kwa uh, kama tunavyojua kila beti ina maisha yake. Kwa lugha rahisi, ya labda baada ya miaka miwili mitatu inaanza kuzeeka, ina, inaanza kuisha chaji mapema. So beti ikiharibika huwa inatoa joto kwa haraka sana, hata ukiwa una chaji tu na dalili hapo ni kwamba simu inapata moto bila hata kutumia apps nzito, una chati inapata moto sa, hiyo ndio dalili ya kwanza ambao utagundua kwamba beti yako pia imeshaanza kuzeeka. Na solution hapo hivyo ya, ya chapchapu ni kununua kununua beti mpya, kununua beti mpya na pia kufanyaje ya kununua, <coughs> kununua chaji mpya na kuepuka kuchezea simu ukiwa kwenye chaji. Sababu hiyo tatu ni network weak au signal mbaya ya yeah. Hiyo watu wengi najua waijui hapa yeah. Ni ngeni na kuna watu hawajaijua bado, lakini kwa hivi simu inapokuwa na network dhaifu inalazimika kuongeza nguvu ya antena ili kusambaza signal ya yeah. Nadhani umenipata ni simu inapokuwa na internet dhaifu inailazimu kuongeza nguvu ya ku, yani nguvu ya antena ili kusambaza signal ya yeah. Ina ta... yani inafanya kufose kutumia nguvu kubwa sana kuipatia simu yako signal nah, hii inaongeza matumizi makubwa processor. Kama nilivyosema kwenye sababu ya kwanza, kwa processor inakuwa yani busy sana, na hivyo inapelekea joto kuongezeka, na ndiyo maana simu zinakuwa na moto sana sana wakati wa au, seme, seme tuni, au labda tuseme sehemu za misituni au sehemu ambapo hiyo, unaweza kutest tu mwenyewe, sehemu ambapo pana internet dhaifu yeah. Sababu ya nne ni background apps. Simu ina app nyingi ambazo zinaendelea kufanya kazi nyuma ya pazia, kwa mfano backup, location updates na nyingine nyingi. Uh, hizi apps huendesha processor bila ya kuona, na ndio chanzo cha joto kuwa kuwa kubwa kwa watu wengi sana, na solution ni kufunga apps ambazo huzitumii, na pia kutoa background permission kama location au auto sign ya yeah. Uh, sababu ya tano tena, ambao najua wengi bado mjaipata lakini, naiongelea pia, natumia kesi nzito bila air circulation ya yeah. I mean, si, si, uh, simu makava ya simu useme kava la simu litumia ni nzito sana, ngoja nikuelezee kwanza. Unakuta unatumia kesi nzito useme kava la simu lizito sana na au lenye material plastiki mbaya hivyo inazuia simu kuachia joto ya nadhani unipata hapo, yani kama umevaa jacket kwenye jua kali. He. Sasa, solution nini? solution ni kujaribu kunua cover jepesi au ondoa cover wakati unachaji simu yako, umeona? Ah, sasa tuongelee solution la haraka haraka haraka haraka solution la haraka haraka, la kuondokana na hizo changamoto ndizo zitaja au hizo sababu. Iko hivi, epuka kutumia simu yako wakati ipo chaji, umeona, eh? A, pia unashauriwa kuzima data yako kwa dakika mbili hadi tano wakati simu imeshaanza kupata joto. Ya tatu, funga apps nzito zote, ya yeah. kama usha, utumia kama games au mambo mengine magumu magumu, unazifungia. A, nyingine unaambiwa uongeze, oh, airflow yaani uondoe ile li cover, cover la simu yako yeah. Unaichaji simu yako au baada ya muda fulani hivi ukiona, hey, simu inapata moto na unachumua cover hilo. Nyingine ni unashauriwa kutumia original charger. Ya sababu gani? Ukitumia charger ambayo sio ya simu au simu sio original, ya haribu battery, hivyo kiharibu battery. Kama ilivyokisha kusema, battery kizeeka inapelekea simu kupata moto. Uh, pia kingine nashauriwa uh, kuangalia battery health kama iko chini ya 80, basi utabidi ukanunue betri jipya hivyo. Kwa hiyo battery health iko 80, au sema chini ya sabini hivi, yeah, hakika hapo empty. Kwa hiyo itakubidi ukanunue betri jipya uh, sasa tushamaliza kipindi cha leo uh, na kama umependa video hii Please, unaweza ka ni subscribe usinyime subscription yako hapo chini, ukabonyeza kitu cha kusubscribe then uka allow all notification kwa kuwasha gengele hiyo. Pia usinyime like, usinyime comment, hata big up.